Na mtazamaji wa Trend TV bwana, niko hapa na moja kati ya videos ambazo zimeenda viral. Hii ni video ambayo imeenda viral kutokana na maoni ambayo alikuwa ameyatoa huyu jamaa anaitwa Shetani la Yanga. Na huyu ni mtu ambaye huaga anapenda sana kusifia watu huko mitandaoni Harmonize kwa makubwa ambayo Magufuli aliyaona Harmonize akiwa ameyafanya, alishauri Harmonize akagombea ubunge kule kanda za kusini, lakini Harmonize mwenyewe aliona kwamba muda wake na umri wake bado hajafikia wakati huo, labda atafanya hayo maamuzi huko baadaye. Bwana, eh? Sasa, the end of the day, ni kwamba huyu jamaa amekusanya hizo noti zote lakini pia kuishi hapo akasema kwamba huyu jamaa amefanya vitu vingi sana vikubwa na akashauri kwamba basi nyota huyu wa mziki kichwa chake kibandikwe katika noti ya elfu mbili. Yaani ile noti ya elfu mbili shilingi za Kitanzania, eh, kuna picha ya ya simba pale mbele. Amesema kwamba ile picha ya simba itolewe iwekwe picha ya shilingi elfu, picha ya Harmonize katika noti hiyo ya shilingi elfu mbili. Kwa hiyo ni moja kati ya videos zimeenda viral na hapa kuna page ameandika, kwamba shetani wa Yanga ameshauri kichwa cha star wa muziki Harmonize kiwekwe kwenye noti ya shilingi elfu mbili kutokana na makubwa ambayo ameshayafanya. Sasa ngoja nikutolee, nikusomee comment ambazo zimejitokeza. Kwa mfano, kuna mtu hapa anaitwa Mr Senior TZ anasema kwamba da bwana, kweli Harmonize anatisha sana. Isa eh, huyu hapa anaitwa King Vevo Outfit anasema kwamba bwana kiukweli, eh mme imekuwaje memoji huyu kwa bwana mheshimiwa marehemu aliyekufa kwa bwana, kichwa wakipige wakipigie faulo sio kukiuka kwenye noti kwa bwana. Watu wamekimbia kulima, wamekuja Dar es Salaam eh, wanaongea pumba. So hizo ni comment ambazo zimejitokeza. Ukiwa kama mdau, una maoni gani kuhusiana na hilo? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kuliplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.